Kwa majina anaitwa Naomi Dankani Mwaipopo, mbunge viti maalum kutokea mkoa wa Kigoma. Namshukuru Mwenyezi Mungu, na mimi nimeshiriki leo kwenye bonanza hili la Bunge, na nimeshiriki pia. Nimeshiriki riadha mita mia moja, nimetoka mshindi wa pili. Nimeshiriki kukimbiza kuku nimetoka mshindi wa kwanza, lakini pia nimeshiriki kucheza karata ambapo nimetoka mshindi wa tatu. Pale nimepigwa kidogo na kamba wanawake, watu wa Yanga, tumefungwa koo. Nashukuru kwa hiki nilichojipanga, naamini next time nitajipanga vizuri zaidi kwa mazoezi, ili nichukue ushindi wote. Asante labda mheshimiwa Yanga inaonekana mnakimbizwa sana katika mabonanza haya ya Bunge, na wewe kama mbunge mgeni ambaye umeingia, unatuma salamu gani kwa Wanasimba? Natuma salamu kwa Wanasimba kwamba bonanza lijalo wajipange, kwa sababu wabunge wengi safari hii wamefanyia mazoezi uwanjani wa Yanga. Sasa safari hii tunajipanga Wanayanga kwa mazoezi, yani tunavyomaliza bonanza hili tunajiandaa kwa bonanza lijalo. Kwao wana simba wapate salamu na wasikie kwamba Yanga tumejipanga, next time, vikombe vyote vitakuja Yanga.